Bana, muda huu ni muda tulivu kabisa, ambapo sisi tumeamua kuchagua kuketi na Dula Heavyweight, na kubwa hasa ni kupiga stories zinazohusiana na mpira wa miguu. Mnyama kamaliza shughuli yake pale uwanja wa Benjamin Mkapa. Maandalizi hivi sasa ni kibarua cha kujiandaa na Mbeya City CRDB, lakini usisahau tarehe 20, tarehe mahususi ya Simba Sports kukiputa katika dimba la Benjamin Mkapa katika hatua ya nusu fainali shirikisho. Kwema, mambo anasemaje ndugu yangu? Na namshukuru Mwenyezi Mungu. Niko vizuri. Salama e, bin Salmin. Eh, bana Heavyweight, tulipiga stori nyingi sana nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa baada ya dakika tisini hmm. Nyama sasa eh, wameanza kufanya ma, mazoezi ni recovery ile tunaita. Mazoezi yeah, of course, yeah, ya, ku, ya kujiweka sawa, sawa. Fit sasa kwenye hayo mazoezi Dudula, kuna mchezaji anaonekana na ni, nimeona baadhi ya peji zikimwandika na vyombo vya habari, anafanya mazoezi na wachezaji wa Simba Sports. Watu wana shauku ya kujua hmm. mchezaji ni nani, anatokea wapi na kwa nini Simba Sports? Karibu. Na of course kwa wafuatiliaji wa mpira nafikiri wanamjua huyo ni Morris Abraham hmm. na ni miongoni mwa viungo wazuri wazawa tuliobarikiwa hmm. kwa sababu kuna interview moja Fadlu alifanya mm, akaeleza kwamba kuna namba kumi mm, bora mzawa ambaye atavutwa pale Msimbazi, na watu wengi walipiga hesabu kwamba inawezekana akawa Faisal Salum mm, lakini kwa taarifa zangu binafsi ambazo nimezipata ni kwamba ni kwa huyo Morris Abraham, na hakuna tena siri kwa sababu uh, Morris Abraham tayari ameshaonekana kwenye mazoezi ya Simba, Simba Sports, um, na of course anaonekana ni mchezaji ambaye yupo chini ya uangalizi na pengine anaweza akasajiliwa Uh, katika dirisha lijalo la usajili baada ya usajili ule mkubwa kufunguliwa. Uh, of course ni mchezaji mzuri kwa wanaofuatilia mm -hmm, wanajua kwamba ameshawahi kuitwa pia timu ya taifa mara kadhaa, lakini hata kwenye hili michuano ya Afcon alikuwepo. mm -hmm, alikuwa miongoni mwa wachezaji ambao wanaunda kikosi pale, kwa hiyo ni mchezaji mzuri na amecheza barani Ulaya. mm -hmm, yeah amecheza barani Ulaya na aling'ara ali kwenye kile kikosi cha Serengeti Boys, Boys okay n yani maanayake kikosi cha timu ya vijana chini wa umri wa miaka 17 mwaka 2019 ambacho kilicheza hatua mm. ya makundi ambayo host walikuwa ni hapa niptanzaniandliua nchi ambayo mashindano na alikuwa ni captain katika kile kikosi ambacho kilikuwa kina nyota wengine wengi wazuri, akiwemo k jo hiye alikuwa mm. alikuwap wa, wa kile kikosi ni, ni mchezaji mnyumbulifu mzuri. Kwa hiyo akapata baadaye dili la kwenda kucheza huko nchini Serbia katika timu katika ya vijana ya Spartak Sebutika, ya chini ya umri wa miaka 19 mwaka 2021, ilikuwa kitu kama Septemba 10 hivi 2021 akasajiliwa pale sawa. Uh, lakini alianza kwenye program ya timu ya vijana umeelewa, baada mwaka moja, mwaka 2022, ya mwaka mmoja manake mwaka 2022 akapandishwa katika timu uh, ya Spartak Sebutika timu ya wakubwa ya kawa amecheza pale kwa takriban kama, katika karia yake huko sebi amecheza takriban miaka minne mm, e, katika timu ya RFK Novasad pia alipita kwa mkopo akarudi tena, hiyo ilikuwa kama 2023 baadaye akarudi tena Sibutika, mwaka 2024 kabla ya kuachana naye, umeelewa. Lakini katika misimu yote hiyo minne amefanikiwa kucheza mechi chache sana na ameweza kufunga mabao matatu na asisti moja umeelewa, na ndio maana kwenye mitandao huko amekuwa kama wanasema kwamba ni mchezaji ambaye amefaili kari yake Ulaya, lakini yule ni mdogo umeelewa, yule bado ni mdogo, na kule tunachukulia kama alienda kujifunza. Kwa hiyo kwa sababu eh, amepata exposure, kuna vitu vingi ame gain eh, unajua soka la Ulaya, unajua mchezaji akipita katika misingi ya soka la vijana Ulaya, hata kama kwa muda mfupi, ana uwezo wa kuja kuperform vizuri tu katika hizi ligi zetu za za za Afrika huko, umeelewa. Mifano mbona ipo? Sio naelewa. Mfano Stefan Azizki. Stefan Azizki amecheza uh, eh, amecheza Cyprus. No. Sawa, kwa muda mrefu. Miaka mitatu amecheza Cyprus. Kuanzia Omonia Nicosia. Umenielewa mm. Akatoka pale akaenda Aris Limassol kwa mkopo baadaye akarudi Omonia Nicosia alafu baadaye akaenda timu moja inaitwa eh, nimetaja Aris Limassol alafu mm. Nea Salamis. Mm. Nea Salamis akacheza pale. Amecheza takriban miaka mitatu kule nchini Cyprus. Mm ambao kirenki ya FIFA ni wapo chini kuliko Serbia kwenye, kwenye soka la ushindani, lakini imagine uh, Stefan Aziziki kule alifeli, hakufunga bao lolote ndani ya miaka mitatu okay. Umeelewa? Lakini Morris Abraham kajitahidi, kafunga listi mabao matatu okay, tena katika ligi nzuri zaidi na akiwa ni umri mdogo umeelewa. Haya, huyo Stefan Aziziki aliofeli Ulaya hapa eh, alivyorudi Afrika umeelewa, alivyoenda pale Asec Mimosa ameshawahi kuchukua MVP msimu wa mwisho kabla ya kujiunga na Yanga hapa. Anazungumzia msimu wa elfu mbili eh, na ishirini na moja ishirini na mbili sawa, alichukua u MVP ndio, pamoja na kuwa mchezaji ambaye amefanya vizuri sana kwenye Confederation Cup sawa eh, na kuweza kusajiliwa na Yanga, maana yake msimu wa elfu mbili na ishirini na mbili ishirini na tatu umeelewa, na msimu wake wa pili tu akafanikiwa kuwa MVP wa ligi na amefunga mabao ishirini na moja. Sasa mm, tafsiri ni kwamba pamoja na kwamba alifeli Ulaya. Bado ameweza kuimiliki akarudi Afrika. Amenenda kuanza katika kikosi cha AFAD Djekanou ndo akaenda ASEC, baadaye katoka ASEC kaja. Kote huko amefanya vizuri. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Ulaya mtu akifeli eh, haimaanishi kwamba eti atakuja hapa atafeli the same. Kwa hiyo hao wanaosema kwamba huyo Moris Abraham amefeli Ulaya, mimi nawajibu kwamba pamoja na kufeli kwake ila amefeli zaidi Ulaya kidogo eh, na, na inafana wote ni, ni, ni wachezaji ambao wanacheza wana kwenye eneo la kiungo mshambuliaji namba kumi una una una limit makocha kwenye, kwenye ishu za kimbinu ndio lakini kama anajua, maanake kocha anaweza pia akawa ndo silaha yake nzuri pia kimbinu vile vile kama ambavyo Stefan Aziziki yupo. Kwa hiyo mm-hmm, ni mchezaji wa hivyo na strengths zake zipo, anaweza kupiga mashuti, umeelewa? Okay, yeah, ni dribbler mzuri, kama unavyojua watu wenye kutumia miguu ya kushoto mm-hmm. of course mtu ana left footer yote, mara nyingi sana anakuwa mnyumbulifu kwa mfano, kama kuna Zambian maestro mmoja aliwahi kupita Simba, Rally Bwali, nafikiri unakumbuka the way alivyokuwa ananyumbulika nyumbulifu, hata huyo Stefan Azizki mwenyewe. Kwa hiyo hata huyu Morris Abraham ana hizo skill set, ana uwezo mzuri wa kudribble, uwezo wa kukaa na mpira, maswali mengi ambayo wengi walikuwa wanajiuliza hata anapoonekana eh, aua kuto kwenenda vizuri katika mm, mipango ya mwalimu kimbinu watu walikuwa wanajiuliza huku benchi tutamnyanyua nani? Jina lilokuwa linasikika ni Awesu, Awesu, lakini hivi sasa unafikiri mwalimu ameona kwa namna ya tofauti, kuna haja sasa ya kutafuta mchezaji ambaye atakuwa anamreplace katika nafasi ambayo hivi sasa ipo Jean Shaleua, na pengine kama atamuonyesha kitu anaweza pia kumsubirisha Jean Shaleua. Unajua, mm. uh, Simba wana, wana, wana, wana, wana akili sana wanapofanya maamuzi yao mm. Unajua huwa sio mchezaji mbaya. mm. Sawa, ni mchezaji tu ambaye anakosa kompetita mzuri kwenye nafasi anaocheza. Kwa hiyo Simba wanachokifanya, wanajaribu kumletea mtu ambaye anaweza kumletea yule ya huwa ushindani wa kweli kwenye namba yake ya ambao, huo ushindani automatically unaweza ukawa na impact ya kupand... yeah. kwa upande wake eye kuweza kuperform na anapoperform, manake hata klabu itakuwa inafaidika maana hawakuwa na hali ya kuchukua mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa na nini na nini, ambaye labda anaenda kwenda kuingia ku, ku, ku, ku moja kwa moja, lakini wamemchukua mchezaji ambaye wameangalia ana umri mdogo, umeelewa na ana kipaji, unajua hmm. unaweza kuchukua mchezaji yote mwenye umri mdogo kaweka pale. No, sio tu umri mdogo, ana kipaji ana uwezo mkubwa wa soka, wakamweka pale, kwa maana kwamba yeye atakuwa kama mbadala lakini at the same time atakuwa mtu ambaye anampa ushindani au anampa ile uh, m, m, m, morali ya kuamba e, ya ukizingua mimi nipo nje nitacheza eh, kwa hiyo wanaamini kwamba ikitokea huwa ame upgrade kutokana na ushindani, Morris Abraham anakuwa uh, replacement nzuri zaidi pindi ambapo huwa atakuja kukose kukosekana e, lakini vile vile kuwa mchezaji mwenye quality ya kucheza Simba hakuji tu, no utabidi upitie muda mrefu sana wa kujifunza jinsi gani ya kuwa mchezaji wa timu kama Simba. Unaendelea, yaani kuwa mchezaji wa Simba hakuji tu ghafla binufu, watu wanabidi waelewe. Kila siku nawaambia, kuna, kuna, kuna muda unabidi upitie ujifunze kwa muda mrefu, sawa. Unabidi ukae ujifunze. Unajifunza vipi? Unabidi ufanye makosa, makosa ndio yanakufanya unajifunza lakini vile vile unajifunza vipi, muda mwingine unavo observe wale wanachokifanya, hiyo pia ni njia ya pili ya kujifunza. Lakini njia tatu, unavo, unavo train na wale wachezaji wakubwa wanaounda kikosi cha Simba pia pale una, unajifunza. Lakini jambo jingine unachojifunza ni technical bench, unakutana na makocha wenye mbinu, wenye uwezo wa ku develop wachezaji, na hivyo vitu vyote uki combine utagundua mchezaji anahitaji muda, sawa. Kwa hiyo Simba wamechukua mchezaji ambaye wanaamini ana uwezo mzuri lakini pia atapata muda mzuri wa kujifunza mm. Huku timu haijawa affected na usajili wake, kwamba hata kama itatokea hataweza kuanza kupuru mm. Lakini tayari kwenye ile namba kuna mtu ambaye anaweza aka offa chochote, huyu tumuache, haku, haku. Mm. Kuna wachezaji wengi wamepewa muda mrefu, wakina Isra Mwenda, wewe mwenyewe tu, baadaye akaamua kumkondoka, lakini alipewa muda mrefu. Nafikiri wewe shahidi, wakina David Kameta Duchu ana muda mrefu. Jimson Mwanuke mpaka anaachwa amepewa muda mrefu sana ye mwenyewe tu mm. kwa hiyo ina maana Simba water, wana huo utaratibu wanakupa muda mrefu, then baadaye kama wakiona kiwango chako kimwaridhisha, kime mm. unaweza ukaingia direct kwenye kikosi. Mm. Eh, ukacheza na ukawa uka na impact nami sikufichi. Mm. wachezaji wengi ambao wamepita kwenye misingi ya soka la vijana wengi wana, wana, wanaenda wanafanya vizuri kwenye, kwenye, kwenye club, mnelewa unazungumzia wakina Dickson Job no, wakina Pascal Msindo, mm. menelewa na wengine wengi ambao siwezi kwa kina Novatus ambao sasa hivi ana ana, ana, anafanya vizuri huko huko, uh, anapocheza sijui ni wapi, ni ni sijui ni, ni, Belgium au kitu kama hicho. Kwa hiyo ni wachezaji ambao na alif, kabla hajaenda huko al, alichukuliwa akiwa Biashara United ambapo alikuwa ana perform vizuri pia. Maana, kuna wachezaji wengi tu ambao wana perform vizuri bado, sijamtaja yule yule bwana mdogo huyu huyu nani huyu Yukosimba, Edmund John. No. Edmund John naye alikuwa alipita kwenye ile misingi ya soka la vijana sawa, eh? mm. E, wote hawa wakina Kibwana Shomari, sijui wenile hao, wamepita kwenye misingi ya soka la vijana na wanafanya vizuri. Hata Nasor Saaduni alikuwepo kwenye kikosi cha Ngorongoro Heroes. Wengi wao wanakuwa wanadevelop na wanafanikiwa, mm. kama umepita kwenye misingi ya soka la, la vijana. Kwa hata huyu Morris Abraham, mimi nampa asilimia kubwa sana ya kwenda kusucceed katika kikosi cha Simba naliona ee, na, na ukijumlisha na misingi ambayo ameipata akiwa na, e, na akiwa barani Ulaya kwa sababu kukaa miaka minne barani Ulaya sio jambo dogo, umenielewa. Kuna vitu vingi sana umejifunza ee, na unakuwa mchezaji ambayo tunasema full professional. Benchi la ufundi la Simba Sports, uongozi wa Simba Sports umeelewa nini unachohitaji na mapema zaidi umeanza kuchukua hatua kama hizi ambazo tunaziona kwa hivi sasa. hmm. Yeah, of course unaelewa lakini Nafikiri pia muda mwingine timu kubwa inatakiwa iwe ina ina wanaita ule uha, yani sijui nitumie kauli gani ni, ni timu yani, kubwa inatakiwa iwe na ile ushap na ku, na uwezo wa kungamua mchezaji mzuri ambaye jicho la ziada yani yeye mchezaji mzuri ambaye anapatikana okay. Mimi nitakupa mfano kuna mwamba anaitwa Ibrahima Bratitule ambaye amewahi kucheza Pyramids FC mm -hmm. Kinabe mm -hmm. Aliperform vizuri sana kwenye michuano ya Afcon mwaka elfu mbili na, nafikiri kama mwaka elfu mbili na ishirini hivi

wamechunguza hivi, kashaachana na klabu yake toka Julai, pia wakamvuta, umeelewa? Kwa hiyo ni tabia za timu kubwa kungamua au kujua wachezaji ambao wako free, alafu bado najua watu watasema nani? Lakini hata Ulaya timu, unajua Ulaya kwa hivi timu, timu ikimchukua mchezaji mzuri ambaye hana mkataba. Hai, timu, timu inajielewa hii, ina, ina mipango mizuri ya kifedha haitumii hai mapesa chungu mzima kuvunja mikataba sui mfano Madrid hmm. Ikichukua ma free transfers jua kina Rudiger, jua kina nani kipindi wa Mbappe ambaye ana mzozano wake na PSG before hakujiunga na Madrid ah hmm. ah Madrid wana akili ah hmm. wanachukua wachezaji wazuri afu free, lakini kija huku inaonekana, inaonekana, inaonekana ah, hmm. ah wana hela hao. Unaona nini sasa timu kubwa lazima iwe na mipango ya kubana, of course. Yani timu kubwa hmm. inatakiwa ina vitabia fulani vile vya kutumia every opportunity, umeelewa hmm. Kwa hiyo unavosave money kwa ajili ya future transfer hiyo ni opportunity. Unachukua mchezaji mzuri ambaye hana timu. Wengine wakiwa bado wana henghengu umemwahi umemvuta. Ni opportunity kwa sababu yule ana uwezo wa kuuzwa hapa hapa hapa. Uh, kwa mfano soka lake anavyocheza ule Mauricio Abraham ni rahisi sana kupata soko South Africa, na South Africa huwa hawanaga mambo ya kubanabana sana. kuna vilabu ambavyo havinaga mambo ya kubanabana sana pesa, umeelewa? Oh, vi, vi, vilabu vikubwa vile mfano Mfano Mamelodi Sundowns na Orlando Pirates. Unajua kiza kidogo wameumba, wame, wame lakini hawa wana uwezo wa kutoa pesa. Sawa, okay. Kwa aina uchezaji wa Morris Abraham naona ana fit zaidi kucheza Betway Premiership ndo hiyo ligi ya South Africa. Namuona ana hiyo na character ya kuweza kuwa mchezaji ambaye anaweza kuwa e, mzuri katika ligi kama hiyo. Kutokana na jinsi ambavyo mimi ninavyomuona. Sasa unavochukua mchezaji kama yule unaweza akakusaidia kukuza, kujenga kikosi chako kiushindani lakini at the same time unaweza ukafanya biashara nzuri tu ya kumuuza katika timu zingine kubwa ambazo zina uwezo mkubwa wa kiuchumi, na wewe kama klabu ukanufaika, ila hali wewe hujatoa hata mia. Anaitwa Heavyweight_dullah, unampata hivyo kwa mitandao ya kijamii. Ameeleza vizuri sana bayana ya yale ambayo tulikuwa tunajiuliza wengi ambao tunafuatilia mpira wa miguu. Swali so, langu moja tu swali so, langu moja Dulla, la mwisho uh, si kwa umuhimu ila ni kwa umuhimu zaidi, kwa sababu tunapozungumzia mpira, wapo ambao walianza nao na sisi tukavutiwa na mpaka sasa unazidi kukua kwenye taifa letu. umemwona mmiliki wa Manchester United? Yeah, of course nimemwona yeah. Yeah, nimemwona na nimefurahi kuona amekuja Tanzania mm, na baadhi ya watu wamepata picha ya ku, uh, wamepata nafasi ya kupiga naye picha ya akiwemo Engineer Hersi pamoja mwenye na of course, pamoja na nimeona pia Rabihumi na nini. Yeah, of course, ina kuna kitu kinajengeka baina ya baina ya wapenda soka wa Tanzania hmm. Pamoja na hawa ah, watu wakubwa ambao wana wana wana sio nisemeje, yani wana ushawishi kwenye soka la barani Ulaya, maanake hmm. E, anavyokuja anavyoona cooperation kutoka kwa Watanzania. E, anavyoona watu kumbe wanamfahamu, pamoja na kwamba huku Afrika unajua, inawezekana wasijue kwa undani, kama watu labda wanafuatilia soka la Ulaya na nini, inaweza ikamjengea kitu, na maybe kuna siku ikawa rahisi kwa hivi vilabu vyetu kuweza kuwaalika Manchester United na kuwaleta hapa Tanzania kwa sababu tayari anakuwa, ashaona kwamba huku, okay kumbe huku, tunafuatiliwa na tuna mashabiki. Mashabiki na yule rabi hume ana akili sana kwa sababu ameenda na jezi kabisa sasa sijui alipewa pale pale au alienda nayo, lakini hata Bobchiko pia eh kwa nimeona akavaa jezi yake pale na anajaribu kumwonyesha kwamba sisi tunaijua Manchester, tunaifuatilia, tunaipenda na, na ikifungwa tuna e, tunaumia e, Kwa hiyo ina maana yule yule mzee Ratcliffe, hmm. kwenye akili yake atakuwa ana, ana, anasema yes, kumbe hata George Mbangile nimemuona, hmm. hmm. yeah, moja wa wachambuzi wazuri ambao wako wamespecialize kwenye soka la Ulaya hmm. E, hame, ameenda pale na hiyo yu itafanya yule Ratcliffe kwenye akili yake kuamini kwa kwamba okay, kumbe huku. Na mara nyingi sana, watu wengi wanaokuja Tanzania wanatokea kupapenda, sijui so, kuna siri gani, lakini hata yeye naamini atatokea kupapenda na maybe inaweza ikatengeneza uhusiano mzuri baina ya taasisi kubwa ya Manchester United. Lakini ule pia ni mfanyabiashara, uwezi jua, leo kesho kampuni yake ya Inois huwezi uh, jua anaweza akasema kwamba ngoja niweke labda maybe base au branch kubwa hapa Tanzania au East Africa na kaamini vipi akawekeza na vitu kama hivyo. Yaani kuna faida nyingi, unajua. Um, mi sio mzuri sana kwenye mambo ya kiuchumi lakini faida zipo nyingi mm. Heavyweight Dulla, mimi naomba ni kushukuru sana kwa muda wako na hatuna mengi ya ziada kwa siku ya leo. Mi nikutakiami tu weekend njema na uendelee kufuatilia yale mazuri ambayo yapo kimitandao. Mfuate kwenye mitandao ya kijamii anaitwa Heavyweight underscore dura, ndivyo unavyompata Facebook pamoja na Instagram, lakini TikTok wa, e, pamoja na Instagram YouTube, na natupata kwa jina la Wisport TV. Nikutakia wakati mwema.